Mlango wa tano. Ndipo kabila zote za Israeli wakamwendea Daudi huko Hebroni wakasema naye wakinena, tazama, sisi tumfupa wako na nyama yako. Zamani za kale hapo, Sauli alipokuwa mfalme juu yetu, wewe ndiye uliyewaongoza Israeli watoke nje na kuingia ndani, naye Bwana akakwambia wewe, utawalisha watu wangu Israeli, nawe utakuwa mkuu juu ya Israeli. Basi wazee wote wa Israeli wakamwendea mfalme huko Hebroni, naye mfalme Daudi akapatana nao huko Hebroni mbele za Bwana, wakamtia Daudi mafuta awe mfalme juu ya Israeli. Daudi alikuwa amepata miaka thelathini alipoanza kutawala, akatawala miaka arobaini. Huko Hebroni alitawala miaka saba na miezi sita, na katika Yerusalemu alitawala miaka thelathini na tatu juu ya Israeli wote na Yuda. Kisha mfalme na watu wake wakaenda Yerusalemu ili kupigana na Wayebusi, wenyeji wa nchi ile. Hao ndio waliomwambia Daudi wakisema, usipoondoa vipofu na viwete hutaingia humu kamwe, huku wakidhani ya kuwa Daudi hawezi kuingia humo. Lakini Daudi aliipiga ngome ya Sayuni, huu ndio mji wa Daudi. Naye Daudi alisema siku hiyo, yeye atakayewapiga Wayebusi na apande kwenye mfereji wa maji na kuwapiga viwete na hao vipofu ambao roho yake Daudi inawachukia. Kwa sababu hii watu husema wako vipofu na viwete, hawawezi kuingia nyumbani. Basi Daudi akakaa ndani ya ngome hiyo, akaiita mji wa Daudi. Kisha Daudi akajenga toka Milo na pande za ndani, naye Daudi akazidi kuwa mkuu, kwa maana Bwana Mungu wa majeshi alikuwa pamoja naye. Kisha Hiramu mfalme wa Tiro akatuma wajumbe kwa Daudi, akampelekea na mierezi na maseremala na waashi, nao wakamjengea Daudi nyumba. Akajua Daudi ya kwamba Bwana amemweka imara awe mfalme juu ya Israeli, na ufalme wake umetukuzwa kwa ajili ya watu wake Israeli. Naye Daudi akazidi kujitwalia masuria na wake huko Yerusalemu baada ya kutoka Hebroni, wakazaliwa zaidi kwa Daudi wana na binti. Na haya ndiyo majina ya hao waliozaliwa kwake huko Yerusalemu: Shamua na Shobabu na Nathani na Sulemani na Ibhari na Elishua na Nefegi na Yafia na Elishama na Eliada na Elifeleti. Na hao Wafilisti waliposikia kwamba wamemtia Daudi mafuta ili awe mfalme juu ya Israeli, Wafilisti wote wakapanda kumfuata Daudi, naye Daudi akapata habari, akashuka, akaenda ngomeni. Basi Wafilisti walikuwa wamekuja na kujitawanya bondeni mwa Warefai. Basi Daudi akaulizwa kwa Bwana akisema, je, nipande juu ya Wafilisti? utawatia mkononi mwangu? naye Bwana akamwambia Daudi, Panda, kwa kuwa hakika nitawatia Wafilisti mikononi mwako. Basi Daudi akaja Baal Perasimu, naye Daudi akawapiga huko, akasema Bwana amewafurikia adui zangu mbele yangu kama mafuriko ya maji. Basi akapaita mahali pale Baal Perasimu. Nao wakaziacha sanamu zao huko na Daudi na watu wake wakaziondolea mbali. Lakini wakapanda hao Wafilisti tena mara ya pili, wakajitawanya bondeni mwa Warefai. Naye Daudi alipouliza kwa Bwana, alisema usipande, zunguka nyuma yao, ukawajie huko mbele ya miforsadi. Kisha itakuwa hapo utakapohisikia sauti ya kwenda katika vilele vya miforsadi, ndipo nawe ujitahidi, kwa maana ndipo Bwana ametoka mbele yako uwapige jeshi la Wafilisti. Ndivyo alivyotenda Daudi vilevile kama Bwana alivyomwagiza naye akawapiga wafilisti toka Geba hata ujapo Gezeri.